Ni maalum tulilenga kukusanya fedha kiasi cha shilingi bilioni tatu ambazo zote zitakwenda kujenga shule maalum ya sekondari ya wavulana ya kidato cha tano na cha sita itakayojengwa kwenye eneo la Kikombo, hapa jijini Dodoma, karibu kidogo na shule iliyo ya wasichana iliyojengwa na bunge letu hili hili kwa ajili ya wanawake ambayo imekamilika mwaka 2020. Kwa hiyo kupitia mbio hizi tunaamini, jamii kwa kuliunga mkono Bunge, malengo haya yatafikiwa, na kwa mchango yenu inakwenda kuleta maendeleo kwenye sekta ya elimu. Niwapongeze sana washiriki wote ambao mmechangia. Tumepokea michango yenu. Nataka niwahakikishie kuwa fedha yote mliyochangia inakwenda kufanya kazi kama ambavyo imekusudiwa. Mbio hizi za nusu marathon zimetoa fursa kwa wananchi wa hapa Dodoma kushirikiana na wawakilishi wenzao kukamilisha malengo ya bunge. Kwenye mbio hizi, kubwa zaidi ni kujitoa kwenu, lakini pia mchango wenu ambao unakwenda kuongeza maslahi ya vijana wetu hapa nchini kwa kuwajengea shule ya wavulana. Shule hii itakuwa na vyumba vya madarasa vya kutosha, tajengwa maabara nne za biolojia, kemia, fizikia na jiografia. Shule hii pia itakuwa na mabweni ambayo yatalaza wavulana wote wanaokadiriwa kuwa mia tatu. Lakini tutakuwa na maktaba mzuri ya kisasa, tunajenga bwalo kubwa la chakula. Tutajenga pia nyumba za walimu pamoja na viwanja vya michezo.